Habari, naitwa Mohamed, nazungumzia historia fupi ya Abedi Amani Karume, rais wa kwanza Zanzibar. Utoto na maisha yake ya awali. Abedi Amani Karume alizaliwa mwaka 1905 katika kijiji cha Mwembeladu, visiwa vya Zanzibar. Alilelewa katika mazingira ya kawaida na alifanya kazi mbalimbali mbali za kujitafutia riziki ikiwa ni pamoja na kuwa baharia katika meli za kibiashara zinazozunguka Bahari ya Hindi. Safari za kisiasa. Karume alikuwa mtetezi mkubwa wa haki za Waafrika wa Zanzibar ambao wakati huo walikandamizwa chini ya utawala wa kisultani na mifumo ya kitabaka. Vyama alivyoshiriki. African Association, AA, mwanzo wa harakati zake. Afro Shirazi Party, ASP chama kilichounganisha Waafrika na watu wa asili ya Shirazi. ASP kilikuja kuwa chama chenye nguvu sana na kuongoza mapinduzi. Mapinduzi ya Zanzibar mwaka 1964. Mnamo tarehe 12 Januari mwaka 1964 ulifanyika mapinduzi ya Zanzibar. Yaliyong'oa utawala wa Sultani Jamshid bin Abdullah. Baada ya mapinduzi, Abedi Amani Karume akawa rais wa kwanza wa Zanzibar. Aliunda serikali ya mapinduzi ya Zanzibar SMZ. Alisimamia mageuzi makubwa ikiwemo moja, ugawaji wa ardhi kwa wananchi. Pili, maboresho ya elimu kwa Afrika. Tatu, upanuzi wa huduma za afya. Nne, kuondoa mifumo ya ubaguzi wa kijamii na kikabila. Muungano na Tanganyika. Mnamo tarehe 26 Aprili mwaka 1964, Karume pamoja na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere walitia saini makubaliano ya kuunda Jamhuri ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar, sasa inaitwa Tanzania. Karume aliamini muungano ungeleta moja, usalama; pili, nguvu za pamoja za kiuchumi; tatu, uthabiti wa kisiasa. Kifo Abedi Amani Karume aliuawa tarehe saba Aprili mwaka 1972 huko Zanzibar Town, katika ofisi za ASP. Kifo chake kilikuwa pigo kubwa katika taifa.